Hatutaki Mkenya yeyote awachwe nyuma. Hata uwe mtoto wa aina gani na jana wengine tulizungumza na nyinyi. Nobody should be left behind. Na hiyo ndio maana rais amezungumzia hiyo maneno yote amesema sitaki kurudia sana kwa sababu ya muda. Lakini mimi nataka kusema tu rais, baada ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Mungu kumuita. Mimi nataka kuhakikishia mimi kama Otuoma hapa gavana ambaye nimechaguliwa na ODM sisi tutakuwa kwa hiyo mipango ulikuwa nayo na Raila Amolo Odinga ya kusema tunataka Kenya iwe moja, tusaidiane na Mheshimiwa Ruto. Ni mtoto pia anajulikana kwa sababu wao ulikuwa ODM member number one. Sasa hata iko shida si, hata tunaweza sema kuje tu kwa ODM yeah. Tuendelee hapo mbele yeah. Yaunganishe hiyo yote pamoja na ODM, sisi tuingie tu hiyo safari moja, sio, iko sawa? Si UDA ikishikana na ODM Kenya iko sawa, iko mtu anaweza kushinda hiyo? So hapa Busia mumeamua ni ngapi? Busia, tumeamua ni ngapi?